Sasa huyu mtoto wangu jameni, huyu mtoto wangu watakuja kuwa na macho yake kama alikuwa nayo awali kweli? Hii maisha ya mtoto wangu inanijanga presha nikikumbuka, sijui maisha yao huyu mtoto itakuwa aje. Ni sawa, yote ni ya Mwenyezi Mungu, nitashukuru katika hali yoyote. unapo wazulum wengine, naomba unikumbuke. Annabel! Yes ma'am, nimekuleta huku kanyumba ndo nimeboeka, si nilikuambia usitembee hivyo? Haki sasa huku si unaweza hata kuanguka. Sawa mami, nimekusikia. Hmm. Nilikuambia huku si kuzuri utembee peke yako, kwanza pale chini kuna kisima. Sasa ukianguka kwa kisima itakuwaje? Twende. Ukianguka utaumia na utajiletea shida ingine. Usijali mwanangu, ipo siku Mungu atatusaidia tupate pesa, tulivyoongea na daktari, uende ufanyiwe upasuaji, urudi uwe na uso yako vyenye ulikuwa naye awali. hiyo so, <tomani yoni> e, sio mwisho wa maisha. Hii maisha ina changamoto. Naomba sana Mungu anifungulie njia, nione venye utatibiwa, hiyo uso ya ni macho yako irudi vyenye ulikuwa unaona awali <tomani yoni> e, Naomba sana Mungu atatufungulia njia. Okay, kama tumefika wacha nikuwe nakunywa kakofi hapa. Ukimaliza utakuja utanikoli nikuje tu alafu tuende niko na meeting ya job. Hey, tumefika? Nasa. Ile mtu wangu ako wapi sasa? Akuja nitengenezee ni gari yangu leo, boss. Sasa mimi ndio huyu. Nimekuja imekuja aana vile nafanya gari yangu inang'ara. Yomana, kwa maana nakuja kwa hii kaushi yako, nataka tena usafishe hapa ndani, Dere. Yes, yes. Utoe hiyo pesa yangu iko hapo. Sasa dere kuja hapa. Ile nini yangu iko wapi? Kani, kuna buku hapa ile inaandikanga nini, angalili yako ile ya nini mtebo yangu usiku, venye navapaanga usiku, venye kuna kwanga isipotee, uchunge sana er, tafadhali, hey. Sawa sawa sawa sawa. Wacha pia huyu kijana wangu fasi yake aoshe gari vizuri, naomba vitu zote zitakuwa sawa. Bora tu tumeachia Mungu, najua siku moja utarudi tu kuona venye ulikuwa unaona awali. Nataka ukaketi hapa, kaa vizuri, usianguke. Nimekuchunia mapera nitafute besheni tudondoe mboga. Sawa, nakuja. Nikinifungulia njia kwenye huyo mtoto wangu anapona, aone tena haki, nitashukuru, siwe na wasiwasi ni na mchapa kasi hapa, hii sio na wasiwasi. sawa sawa. Hai, poa poa. udele ue uendelea. Unajua ue kuja hapa kidogo. Aya. Sawa unajua, a watumizi si watai. Unajua nimakanja nimekuja hapo, ni menilipa, nilikuwa na kupianga gari yangu kuja hapa. Sasa hapa sasa ndio maana nana wasiwasi hapa hivi, huyu jamaa wangu na mchapa kasi Iko sawa sasa sawa. Ha, ha, ha. Umwambia hapa unaona hapa juu na hizi nini zinaitwa aje? Na hizi carpet za hapa gari tu atoe atoa yeah. Nasafisha huko sasa, basi ende ni kunye hiyo kawa hapa. Sawa sawa asante, no, ni nimechuna nime mboga pale kwa shamba sawa, sawa, hata hmm, tupike hii mboga tuone venye siku itatupeleka, lakini nataka nifanye mikakati nione venye unaweza fanywa hiyo upasuaji, nione kama utaona tena venye ulikuwa unaona awali. Najua hata mi naomba iwe hivyo, natamani utaona. Usiwe na shaka, Mungu yupo ladies and gentlemen we have just landed at jomo Kenyatta international airport and kenya airways welcomes you to nairobi kenya oberta still known to many as the capital of africa <laughs> He, lakini wewe umenisurprise ujaniambie utakuja saa ngapi, lakini wacha niambie dere wangu akuja kuchukue nipe 15 minutes ama 20 hapo takua amefika hapo, chukua ile gari dadangu amekuja kigafra, ukuje na yeye, natapata kwa nyumba mimi, na mali nataka kukimbilia Hey, nimesha mwambia ameenda, wacha akuchukue mpee 15 minuti tu, hapo atakuwa amefika hapo. <laughs> Bro, umenisurprise sana bwana, umekuja aje bwana haraka haraka hivyo. Ninajua nilikuwa mi... na... ile oda nilikuwa nakwambia u... naangalia huko China, nilikuwa nafikiri utakuja kama next week bwana, lakini umeharakisha, ndio maana nakutambua sana bwana. Hey, mazuri, ulikuja nani gani bwana? kama 10 milioni contract ni pesa mingi sana pa. Like nakwaga na yule maringo sana sasa, hiyo pesa pesa, umesha pata pesa hizo, kampuni sasa zinakulipa vizuri sana unajua, mimi mimi nilikuchanua. Eh. Okay, mimi nilikuchanua bwana Madde, na pia alikuwa anakumisi birthday, unakumbuka? Unajua ah, unajua kesho, kama sijakosa kesho saku nabashi ama Annabell, Annabell! Sasa huyu mtoto ameenda wapi jamani? Na nilisema huyu mtoto atakuja kupotea. Sasa sahi ameenda wapi? Na ametoka nikiwa wapi? Mbona sijamsikia kifungua geti? Annabell, Annabell! Huyu ameenda inje ya geti, yuko hapa karibu Annabel anaweza kuwa sasa ameenda wapi jamani? Annabel, Annabel, haki jamani, si Mungu ape tu huyu mtoto macho yake, hata awe akizunguka Sasa huyu mtoto jamani ameenda wapi? Aki popote alipo, si Mungu anilindie tu mtoto wangu. Hata saa zingine anaweza waona mimi mama na mkazi ana sikupenda kwangu. Aki nang'ang'ana tu ake sababu, sasa itakuwaje? Aki jamani, Mungu amsaidie. Akiaone tena na si ndio yule Annabel? Na huku ulikuja kufanya nini? Annabell, sasa ulienda wapi mwanangu? Nilikukataza kutoka nje kulingana na hii hali yako. Najua umeziboeka kukaa, lakini itabidi kwa muda tu sama. Utarudi tu kuwa sawa, lakini kutembea tembea, naofia maisha yako aki. Sipendi, sipendi ulivyotembea, tafadhali. Unajua ngali ungekuwa na macho, sina shaka hata ukitoka juu. Unajua sasa hii, hata mtu akikubaka mama, Hsh, najua najua, singa ni changamoto kwako, jueni mwiti au kuzaliwa hivyo. Hii ni kitu tu imekupata njiani, lakini siku moja najua itakuja kuisha. Haya, nataka uketi, songa kidogo. Haya, sawa, usijali mama, na venye uko mrembo utaponakali, nakuombea upone, utapona mechoka na maisha. Naelewa. Sasa, mam, daktari utaenda kuona nini? Ni pesa tunasanya tushapata daktari already. Sasa ni pesa imetukosa, lakini najua kitambo ifike hapa katikati ya hii mwaka Mungu atakuwa ametujalia na tutakuwa tumeona daktari. Sawa mam.

Hey bro, sasa huko ng'ambo ulikuwa ulikuwa aje bwana? Lakini unaona wale wa China venye wametupita sisi wa Kenya hmm? E, lakini hmm. Ah, kazi, kazi naona inaenda ina, kazi, kazi naona inaenda fiti lakini sijui uliniambia kwa simu kuna mzigo ulipotea sijui namna gani sasa 500,000 pesa si kidogo bana, hiyo pesa yote imepotea. Lakini usikuwe na wasiwasi, biashara inakwanga hivyo. Lakini unajua mimi nakutrust, ndio maana unaona, ukiniambia ati ni pesa mingi nakubali, lakini unafaa pia. Unajua kama pesa imepotea hivyo, unafaa ufix, utafute venye hiyo pesa itarudi, hmm? pesa mingi nakubali, yeah. but tunakumbuka, wakati ulikuwa unatoka airport, tunakumbuka mm -hmm. Nilikwambia kuna deal nilipata, hiyo contract mi nataka kupea, juu niko na kazi zingine nilipata huko kwa kampuni nyingine fulani, yeah. Sasa kampuni sinakumbuka, nilikwambia utanipea 10 million. Sasa hiyo ni pesa mzuri. Sasa hiyo utafix, ndio itakusaidia rudisho nini Juna, so, ile biashara tunafanya na inaleta, inaleta pesa si kitu hivi hivi. Eh, yeah. Sasa lakini unafaa uchanuke, bado kidogo unakuwa na mgumu naona. Wale like, wafanyakazi wako nan sijui nawabeba aje? Wale ni wafanyakazi bwana ka kwa mgumu bwana, tafadhali kwa mgumu juu hii pesa kupata si rahisi, lakini kukuli naisha hivyo hivyo hivyo. Ndio maana kuna kitu, kuna siri nataka kukwambia ndio, umeshajiuliza watu wote wanafanya kazi bado hawajafanikiwa kupata pesa? Mahesabu kwanza, kitu ya kwanza jielewe, kishajielewa kujua hujua ni nani, juu hiyo pesa utapata utafanya nini tena? Ujaribu hiyo pesa nini, usiweke kwa bank, msaidieni, saidie, msaidia matibabu ya macho. I I told you, I told you. Nataka hiyo mali yangu ifike salama niude mwalabu mwambie ya habibati. Naam, naam. Hmm. Ana anatakulu na dhahabu ba. Ha. Hmm. Asante, Mungu akubariki. Lakini tafadhali hizo so mali zangu zisipotee tena, ni ngapi nilipoteza almost 500,000, hiyo ni pesa mingi sana. Pana so, nimesha vyinatupeleka juu sahi. Yeah, yeah. Sawa so, ya. yy sawa so, saa tutongea hivyo tuongea, sawa so, so. Sawa. hiyi msichana mbona kwa street ni karembo?

Naelewa, lakini nafanya mkakati, najaribu sana ili nipate hiyo hela, ingawa gharama ya kukurudisha katika hali yako ya kawaida inaweza kuwa gharama kubwa. Juu karibu wanataka elfu mia tano ndio ufanyiwe upasuaji, lakini najaribu. Hata wewe nafaa uelewe mwanangu, ni mimi na ni mimi tu, sasa lazima nitafute tu polepole mpaka pole, siku yenye Mungu atatufanikia tupate. Na hii mambo yako ya kutokatoka peke yako haki sio mzuri, sababu saa zingine mi naweza kuwa nimetoka, sina habari umetoka, na katika hali yetu ya saa hii si kuzuri, it's insecurity. Najua, lakini kwa saa hii juu inabidi sasa, itabidi tu kae karibu saa hii, sinaona tumetoka matembezi na tuko pamoja. Halo, yes, boss. Dede uko wapi? Niko hapa kwa stage. Mama amenicall, kuna shopping anataka tu wacha nikutumie hii nini hii hii pepa ameniandikia ame kwa WhatsApp. Wacha nikutumie uende huko supermarket. Sumake Mm-hmm. Umuchukulie nini umupelekee huko kwa nyumba. Okay boss. Mimi niko busy okay, kuna kuna nini kuna boss mwenzangu tunafanya kazi pamoja kuna document anataka kunipea ni sign. Ni saini nione kama mzigo wangu itakuja next week. Tu bira gari boss, haina mafuta. Gari iko iko na mafuta bana, namna gani wewe? Lakini kwa karibu na supermarket. So acha niende tu hivyo nimchukulie hizo vitu. Sawa sawa sawa sawa. Asante. Nashukuru, siku njema. Haya, acha niende hivi. E hey, hey. Kuchoka kazi kazi lakini, saizi gani mtu anapumzika kai.